Karibu tena. Jamii zinazoishi kaunti ya Taita Taveta zimetakiwa kuwasaidia watoto wanaohifadhiwa kwenye vituo vya watoto. Hii ni kutokana na vituo hivyo kukosa bidhaa muhimu. Kituo cha Tumaini Rescue Center mjini Voi kinachohifadhi watoto sitini kikiwemo na yakikiwa na mayatima na waliodhulumiwa, kinakumbwa na changamoto za ukosefu wa mahitaji muhimu kama vile chakula, mavazi na vifaa vya shule, hasa katika kipindi hiki kigumu cha Januari. Katika hafla ya utoaji msaada, usimamizi wa kituo hicho ulieleza kuwa ni watoto kumi na wawili tu kati ya arobaini na wawili wanaosoma na wamepata ufadhili ya karo, huku wengine wakiishukwa hofu ya kusitisha masomo yao kutokana na ukosefu wa fedha. Donation ya DDB itatusaidia sana kupitia huu um, msimu mgumu wa Januari. Imesaidia sana wanafunzi katika kwenda shule, masomo. Kuna vitu vengine labda viko vimemfinya dadii, sasa hii ime, donation imemsukuma, imemsukuma mbele. Viongozi wa Taita county wajitoe, wabadilishe. Hapa nimetembea nikaona, watoto kando na vyakula ambayo wanahitaji, kando na stationery wanahitaji, wanahitaji muundo msingi Ukiangalia mambo mengi, maji hawana, wanatatizika, vyoo viko hali duni, wanatatizika. Ambapo hiyo ni kitu, wafadhili kama wako mahali wanaweza kuwa wananisikiza, tushikane mkono sisi na DDB, kwa sababu sisi si mwanzo kwetu, tumeanza sisi, bado tutazidi kuja hapa, tutashikana na wafadhili wengine, tutashikana na wahusika, director chairman board of directors hapa, tutasaidiana. We do really need support from our local government, international and also global Support. Whoever will be touched, it is our pleasure and we'll appreciate.